Baada ya majadiliano ya saa kadhaa kati ya wananchi Yanga na bodi ya ligi leo katika ofisi za bodi hiyo zilizopo jengo la NSSF mafao jijini Dar es Salaam kuhusu hatima ya mchezo namba 184 Yanga dhidi ya Simba uliopangwa kupigwa Juni 15 mwaka huu, hatimaye wananchi Yanga kupitia ukurasa wao rasmi wa mtandao wa Instagram wametoa taarifa kwa umma inayosomeka kuwa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 kamati ya utendaji Young African Sports Club.